Kwa wanablogu kumi waliotuhumiwa kwa utumizi mbaya wa vifaa vya mawasiliano wanatarajiwa kufika katika makao makuu ya upelelezi hapo kesho wakiwa pamoja na wakili wao James Orengo. Swala hilo limeibua hisia mbalimbali kutoka kwa upinzani na serikali. Hussein Mohamed amefuatilia matukio hayo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Mwanablogu Yasin Juma alipokamatwa siku ya Jumamosi, ndio kama mwanzo wa safari ya wanablogu huweza kufika katika makao makuu ya upelelezi hapa Nairobi safari ambayo wakosoaji wanadhania kuwa ni kuvuruga uhuru wa vyombo vya habari journalism for uh, like almost 15 years now and and uh, i i i know know the ethics of uh, journalism i know what what to post and what not to post post not so I believe uh, i'm i'm innocent Wanablogu blogu kumi wametaka kufika katika eneo hili hapo kesho ambapo makachero wa upelelezi watawahoji kuhusu masala ambayo wengi wametuhumiwa kuandika katika blogu zao pamoja na mitandao ya kijamii. Wabunge ya wa upinzani mapema hii leo walikashifu hatua hiyo na kutaja kuwa ukiukaji wa katiba. We cannot accept that kind of of reversal. It's totally accept unacceptable to keep somebody while you are still fishing around or trying to get charges or trying to make charges that are proper. Lazima uambiwe kama serikali inaenda vibaya, lazima pia iambiwe inaenda vibaya. Na bloggers wana play hiyo part ya critique serikali kama serikali inaenda vibaya. Kama serikali inaenda vizuri pia watasema kwamba serikali hapa inafanya vizuri lakini kwa upande wake serikali inasema kuwa wana kesi ya kujibu I said they broke the law and they know it there's legitimate, legitimate reportage there's legitimate uh, exercise of freedom of whatever you want to do but there are limits you don't cross certain lines you, you break the law obviously, you know, you become guests of these officers next to me <laughs> okay. so when you are invited don't blame the officers you blame yourself Haya yanajiri huku baadhi ya, ya wanablogu wanaotarajiwa kufika hapo kesho ni Robert Alai, Sipen Yakundi, Patrick Msafari, Seth Odongo, Charles Ndienya, Anthony Mburu, Eddie Elila, Felix g ord na George Nyongesa on our behalf where our brothers and sisters are and you know yeah it's not as easy as the government thinks what trait dos ouple really see in the blog, in the bloggers the helpless bloggers ir simply expressing their views in the best way they know it Tuhuma zinazowakabili ni utumizi mbaya wa vifaa vya mawasiliano, huku chimbuko la swala zima likiwa ni ile shambulizi ya kambi ya al-Adi mjini Somalia, ambapo matukio hayo yalionekana kuandikwa katika tovuti tofauti. Huku serikali ikionekana kukaza kamba kuhusu swala la wanablogu na upande wa upinzani ukistiza kuwa huu ni ukiukaji wa katiba, Wakenya wanazidi kusalia katika njia ya panda ya kutafuta suluhu ya swala zima. Hussein Mohamed, KTN, leo.